Zaidi ya asilimia sitini ya wakazi wa Lamu hutegemea bahari kwa uvuvi, usafiri na utalii, lakini katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa uchafuzi mkubwa wa bahari, jambo linalowatia wasiwasi washikadau na wakazi wa Lamu. Wakizungumza katika maadhimisho ya sherehe ya bahari yetu huko Shela kisiwani Amu, wadau wameelezea hofu yao kuhusu uchafuzi wa mazingira ya bahari. Unajua bahari yetu iko na tatizo mingi sana. Watu hawajui vile bahari inatuhifadhi. Kila pumzi unachukua kile ya pili inatoka oxygen ya bahari. Na watu wengi hawajui hivyo. Bahari ni muhimu sana kwa binadamu wote duniani. Ni wajibu wetu sisi wana Lamu kuhifadhi mazingira yetu, kwa sababu ndilo shamba letu sisi, shamba letu la kofi, ni shamba letu la bahari, la samaki na matumbawe, ambayo yamo ndani, ndio nyumba za samaki. Kwa hivyo kuhifadhi bahari ni kuhifadhi maisha yetu. Bila ya bahari hapa ikiharibika, maisha ya asilimia 80 ya watu wa Lamu yatakuwa yameathirika kiwango kikubwa sana. Tunashukuru kwamba watu hapa wengi matarajio yao ni bahari, na kwa ajili ya uvuvi na pia kwa ajili ya kufanya mambo maendelevu. Kwa hivyo tunashukuru shirika la uh, Lamcot kuja kutuanisha pamoja na tukweza kukumbuka kumbukumbu kumbu hizi ambazo leo tunajivunia hapa. Na mtazamaji, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi.